Mara ya kwanza nilikwambia kwamba hawa wa makonde wawili kama vile wanatuchanganya kwa kile ambacho kinaendelea, kwa sababu Ibra kupitia konti yake ya Instagram anaandika kwamba Harmonize anamdai bilioni moja. Harmonize naye pia anaandika kupitia konti yake ya Instagram kwamba Ibra simdai bilioni moja. Kumekuwa na sakata kubwa sana linoendelea kati ya Ibra pamoja na Harmonize kwa hiki ambacho kiliweza kutokea mapema siku ya leo. Harmonize kupitia insta story yake aliweza kushia ujumbe ambao moja kwa moja unamlenga Ibra kwa kile ambacho kimeweza kutokea, na video clip nimekuwekea hapo juu. Kama ujaitizama basi inaenda kwenye description utakutana nayo link, alafu ukaitizama. Lakini nikukumbushe tu kwamba Ibra aliweza kuzungumziwa vibaya na Harmonize kupitia insta story ya Harmonize. Aliandika kwamba nimechunguza sana, nimegundua kwamba mdogo wangu uchinga na roho mbaya sana, kama sio ibilisi amempanda kichwani, maana hata sielewe kwa sababu gani anaposti kwamba mimi eti na mdai 1 billion. Na ile siku ameposti kuhusiana na hiyo kesi ilikuwa siku ya happy birthday ya mjukuu wangu Amara, yani mimi na kipenzi changu tuna trendi kifupi kifupi, alisikia wivyo tu guys, sijamuomba chinga 1 billion, ila mkataba aliosaini pale lebo ya Konde Gang ndio unamwamrisha yeye aweze kulipa 1 billion mara baada ya kusema kwamba mimi nataka kutoka hapa kwenda kwenye lebo nyingine. Konde aliweza kuzungumza mambo mengi sana, lakini key point ambayo iko hapa ni kwamba yeye Harmonize hajamuomba hiyo 1 billion kama vile Ibra anavyodai kwamba Harmonize anataka amlipishe 1 billion ili mradi mambo yaweze kwenda sawa.

Vipi ni kiki wanatafuta, ama kuna ukweli wowote kuhusiana na hiki kinachoendelea? Kama kuna ukweli tumuamini? Tumuamini ama mimi, dulukana, OG, ni nani tumwamini? Tumwamini bosi ama tumwamini mfanyakazi? Mimi ni Dulkana Dasco OG, pale Instagram ni follow mtu wangu alafu utakometisha kinomo. Ngoja nikusomee kwa kile ambacho ameweza kuandika Ibra mara baada ya Harmonize kuposti kupitia akaunti yake ya Instagram. Ibra aliweza kuandika hivi: Sito kusifu roho mbaya, na wala sitokutangaza mabaya yako. Na ndio maana hata waandishi wa habari na kwepa, maana sitamani kuona unaandikwa vibaya kwenye mitandao ya kijamii. Wewe ni kioo ila chenye ukungu, lakini pia ninachoamini, msaada wako katika maisha yangu ni mkubwa sana, umenisaidia sana kaka konde. Pia nikiendelea kujibizana na wewe, mtu ambaye hata mama yangu aliyenizaa unataka nimuue kikatili, wakati nguvu za kumpambania ninazo kaka Konde, na bado unakaa kunitangazia ubaya, sema nini kaka angu? Asante, maana hata nikiongea mimi masikini, kauli yangu haifanani na ya kwako tajiri. Najua lengo lako ni nikose kabisa msaada, ili nije tena kukuomba pango, uniite chumbani kwako kwa kwa kama ulivyoniita mara ya kwanza na jaribio lako likashindikana. Mimi siyo chakula bro, mimi ni msela. Naendelea kukutunzia maovu yako mengine sababu naamini utabaki kuwa kaka yangu. Ibra aliweza kuandika hivyo kupitia akaunti yake ya Instagram. Ukiusoma okay, huu ujumbe vizuri, kuna maana ambayo unaweza ukaipata, kuna kitu ambacho kinakujia kichwani kwa kile ambacho kinaendelea. jiulize maswali mengi kwa hiki ambacho kimetokea kwamba Ibra na Harmonize kuna kitu ambacho kinaendelea, Ibra na Harmonize kuna bifu ambalo linaendelea Ibra anajitetea kwa upande wake, Harmonize anajitetea kwa upande wake, na kila mmoja anazungumza mambo ambayo kila mmoja anaona yako sahihi kwake. Ibra anazungumza kwamba Harmonize sio mtu mzuri kwake, lakini ni mtu ambaye aliweza kumsaidia kwa vitu vingi sana, na hawezi kujiingiza kwenye matatizo ya kwanza kubishana naye kwa sababu Harmonize ni tajiri, lakini Ibra ni masikini, hivyo kauli yake haitosikilizwa kamwe. alafu Harmonize anazungumza kwamba hautaona chochote kile ambacho nakifanya kwamba hakina maana, labda nilichokufanyia kwamba mimi sina umuhimu wowote, lakini ukumbuke kwamba kila kitu nilichokifanya nilijitahidi kadri ya uwezo wangu ili mradi niweze kunyanyua kipaji chako, lakini kwa sasa hivi unaniona kama dogo fulani hivi, yani unanichukulia poa kinumanuma. Ibra ameweza kuandika na kuweza kulaumu ama kustaki kwa kile ambacho kiliweza kutokea hapo before kwamba Harmonize alitaka mama yake na ibra auawe tena kikatili, wakati nguvu za kumlinda anazo Ibra mwenyewe na Ibra mwenyewe ndiye ambaye anatetea kwa kila kitu. Sasa hapo maswali yanazidi kuwa mengi zaidi kwenye hii caption ambayo imeweza kuandika Ibra, vitu viwili zaidi ambavyo watu vimewatetemesha kuliko vile vya mwanzoni vya bilioni moja ni kwamba Harmonize alitaka mama yake na Ibra wawe kingine pia Ibra aliitwa chumbani kwa Harmonize. Alafu Harmonize alitaka kumfanyia udhalilishaji, lakini mwisho siku alishindwa kufanya kile ambacho alitaka kukifanya kwa sababu Ibra anakuambia mimi ni msela, mimi sio mtu wa kawaida kama vile ambavyo unanifikiria mzee. Endelea kula hawa hao, hao wafanyakazi wako wengine, lakini sio mimi. Mimi sio chakula bro, mimi ni msela. Kwa hiyo endelea kula kuku hao wengine, lakini sio kwangu mimi. Ameweza kuandika hivyo Ibra kupitia akaunti yake ya Instagram na kupitia comment section watu wamekuja na mijadala mingi sana kwa kile ambacho kinaendelea kwa sababu kila mmoja anazungumza kwamba hawa ni trending tu. Kuna issue ambayo wanaifuatilia, na ndombana wanataka wa trend kwanza, alafu waje wailipue. Lakini kuna wengine wanasema kwamba kuna uhalisia mkubwa sana ndani yake, na kama Harmonize anafanya hiki kitendo cha kuweza kumlipisha 1 billion atakuwa anazingua kinoma noma, na kama hivi vitu vyote ambavyo Ibra anavieleza kupitia akaunti yake ya kia Instagram ni vya ukweli, basi Harmonize anazingua sana pia Elmado ameweza kushia kupitia konti yake ya Instagram akizungumza kwamba hiki ambacho anaendelea kukifanya Harmonize sasa hivi ni utoto wa hali ya juu, tukiangalia kwamba Harmonize ni mtu mkubwa mwenye pesa ana umaarufu, naye pia ni kioo cha jamii. Lakini bado Ibra naye pia ameweza kumzungumzia Harmonize kwamba ni kioo cha jamii, lakini ni kioo cha te jamii chenye ukungu mkubwa zaidi kwa kila ambacho kinaendelea, kwa sababu anashindwa kulinda ile mipaka ambayo anatakiwa aoneshe yeye kama kioo, ili mradi jamii nzima iweze kumtazama kwa namna tofauti. Sasa watu wanazungumza mambo mengi, lakini kitu ambacho kimewastua zaidi ni kwamba Harmonize alimuita Ibra chumbani kwake, lakini Ibra, Ibra nakwambia, mimi ni msela, bro huwezi ukanila, mimi sio chakula. Sasa watu wamekuja na tafsiri tofauti kutokana na hiki ambacho kinaendelea, wengine wanajiuliza maswali. Kwa hiyo unaweza anataka kuwa mm, au tuishie hapo. Andika kupitia comment section hapo ni api mawazo yako na ni upi mtazamo wako kwa hiki ambacho kinaendelea. Mimi ni Dulkana OG pale Instagram, ni follow mtu wangu, utakometisha kinumanuma.